Na shutuma nyingi zimetokea ini ya bunge letu, na tumekuta baadhi ya kina mama wamejua na hisia mpaka leo wamekuwa na maandamano na kutoka tukio hilo lifanyike. Mimi nimenyamaza kimya kama majority leader, lakini siku ya leo tumeambua kwamba tumepata habari ya kwamba kuna maandamano, na maandamano yale yakiongozwa na kinamama na wanasiasa na tulipopata habari ya kwamba kuna maandamano, sisi tukaja kwa sababu baadhi ya vijana wetu hapa Malindi na kutoka maeneo mbalimbali walikuwa wanataka kupambana na akina mama. Pia vile vile, kuna akina mama wetu walikuwa wanapinga hayo maandamano, lakini tukampata, tukampata OCPD wa Malindi tukakutana na yeye na akatuelezea ya kwamba maandamano wale tuyaache yawe amani ya na, sisi tulikuwa tumeshawaambia vijana wetu ya kwamba hatutaki fujo na kina mama, pia tumewaambia hatutaki nini hapa, tukimaliza tunawambia kina mama kila mtu arudi wapi, wale tuwaache wapige maandamano. Kwa sababu kitu ya kwanza, yule ambaye anadai ya kwamba amepigwa kuna taasisi za kisheria ndani ya bunge letu, tuko na maofisa wa polisi 24 hours ndani ya bunge letu, tuko na private security 24 hours wasiopungua 20, ndani ya bunge letu kuna sajini na tams wasiopungua 30, ndani ya bunge ndani ya bunge letu kuna maklats, kuna staffs pale ndani ya bunge letu kuna CCTV katika bunge letu. Sasa yale madai ambayo yeye amesema amepigwa, na mimi kama majority leader na Mheshimiwa T na amesema vizuri ya kwamba alikuwa yuko kwa mkutano. Katika mkutano ule watu walikuwa ni zaidi ya thelathini na tano sasa, katika watu thelathini na tano na wao pia kama UDA walikuwa wako wenzake pale wa upinzani, kulikuwa Taura Mweni, kulikuwa Beti Kache ambao ni wa ODM lakini ameingia upinzani tunataka kuambia ya kwamba katika wote hao hujapata shahidi hata mmoja wa kuthibitisha kwamba wewe ulipigwa. Katika wote hao hakuna CCTV ya kuonesha wewe ulipigwa. Katika wote hao polisi wale ambao wanafanya kazi katika bunge letu hawawezi kukutokea ushahidi ya kwamba ni kweli haya madai ni ukweli. Kwa hivyo mi nataka kusema kwamba madai haya ambayo wanaongea ni madai ya kisiasa. Kisha nataka kumwambia, kumsaidia mheshimiwa mwenzangu yoyote yule ambaye atapigwa katika bunge ama nje ya bunge, kuna police station. Nenda ukachukue, ukaripoti, ukachukue OB, upawe barua, uende hospitali, daktari akathibitisha kwamba ni kweli ulipigwa na uliumia. Sisi tuko tayari, tukuitwa sisi tutakwenda wapi? Lakini yote ukiangalia ni mambo ya nini? Yes, ya siasa. Kwa hivyo sisi tunataka kusema ya kwamba wao wanajipanga kisiasa na sasa, na sisi pia tutajipanga nini kisiasa. Lakini tunataka kuambia vijana, msipigane mm. na wao kabisa, tafadhalini mm. Malindi, Malindi yetu ni muhimu mm. uchumi umerudi chini, uchumi si mzuri, akina mama wanateseka, akina mama, vijana wanateseka, haya maandamano ambayo